Aliozwa akiwa na umri wa miaka kumi na miwili sababu ya umaskini katika familia yao na kukatiza kisomo, lakini ndoa hiyo ilisambaratika akalazimika kufanya kazi za kijungu jiko. Sasa, mtazamaji, Sarah Kosgey ana umri wa miaka 63 akiwa ametuzwa na marais wa awali wa Kenya Mwai Kibaki na hata Uhuru Kenyatta kwa sababu ya mchango wake mkubwa kwa jamii na uwezeshaji wa mtoto wa kike. Ilikuwaje akafaulu? mm -hmm. Taarifa kwa kina ulimwengu unapoadhimisha siku ya kinamama Jumapili hii itazame. Wakenya wakiungana na ulimwengu kusherehekea siku ya kinamama duniani, wapo kinamama waliojitolea kuboresha jamii zao. Sarah Kosgey kutoka kijijini Kipsigak M. Gwen Kaunti ya Nandi alikiuka mipaka na kufaulu. aliozwa akiwa na umri wa miaka kumi na miwili na kuzuiwa kuendelea na masomo. Mamake alifanya hivyo akitaka kujikwamua kwa sababu pia alikuwa anapitia changamoto ya kutoweza kukaa peke yake, kutoweza kutunza watoto wake, wakaona ni vyema haose watoto wao wake mapema, hapeane mapema. Ndoa hiyo haikudumu, alipolemewa, alikimbilia Lesos, Nandi Hills kusaka vibarua. Maisha ya Lesos, ya Lesos yalimbadilishia dira, alipopatana na mfadhili aliyemsomesha hadi shule ya upili. Mungu ni mzuri kenye nilih sana ni hiyo hali ya Mungu, sababu nilikuwa nimeingia kanisa kabisa, nimeokoka, niki, nikitaka kufikiria kuwacha familia yangu. Biblia inaniambia ukiacha ulikuwa umeoleka na labda, uta, utalaaniwa ama vitu kama hizo. Mnamo mwaka 1979 Sara, alirudiana na mume wake mwanajeshi, walifunga ndoa rasmi na kuanza maisha upya, kisha akaendelea na elimu ya chuo. Sara anasherehekewa akaunti ya Nandi kwa kazi bora ya kuimarisha maisha ya jamii. Amewahi kupata tuzo ya kitaifa kutoka kwa rais wa zamani wa Kenya, Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta. Juhudi zake zinalenga kumaliza ukeketaji wa watoto wa kike, ndoa za utotoni na kuleta uongozi bora. Mama, kuna mingi Mama, kuna mengi tunatokana, tuwazi, tusikae tu, kwa sababu umeolewa ama hujaolewa. Mama mwenye ameolewa na mwenye hajaoleka ni sawa, kwa sababu ukiwa mama mwenye umeolewa lazima uzingatie familia yako. Sasa mwanamke huyu anawarai wanawake wenzake wawe ngangari, akiomba serikali izidishe miradi ya kuwainua. Laban Shaban, NTV.